Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wasalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Na ndugu zangu, baada ya kuzungumza ilmu ya tauhid kwa ukina wake na uzuri wake, tumeelewana kupitia ile darasa ya nyuma. Sasa nazungumza hapa leo tauhid ambayo tunafundishwa katika madarisi zetu katika umma kwa sasa. Sasa hivi kuna tauhid inayofundishwa ambayo sisi, sisi tunaona kwamba ni tauhidi ambayo imechakachuliwa, ni tauhidi ambayo inafundisha kutenganisha sifa za utendaji kazi wa Allah, kitu ambacho kukifanya ni makosa ni sawa na wale waliosema Allah amegawanyika katika nafsi tatu, audhubillah. Na ndiyo maana leo kuna wasomi wengi sana wa tauhidi lakini matunda ya kile ambacho amekisoma hayaonekani. Ikumbukwe mtume sallallahu alayhi wa sallam amekuja kufundisha ilmu tauhid kwa takriban miaka kumi na tatu pale Maka. Alikuwa akifundisha nini? la ilaha illallah, allah muhamadu rasulullah. Hichi ndicho ambacho alikuwa nakihubiri. Ni nani Allah anataka nini, anapenda nini, anawapendea nini, ndio kichwa kinahubiriwa. Ni nani Mtume, kazi yake kwenu na namna gani anawapenda na nini anapenda, ndio kilikuwa cha kufundisha watu pale, na hajawahipo kusema Allah amegawanyika katika sifa kadha kadha kadha kadha, haje kusema. Lakini leo katika vyuo vya Kiislamu panafundishwa elimu ya, ya kutenganisha sifa za Allah. Bila shaka umeshashuhudia kuna elimu ya tauhidi hizi inaitwa, wamegawanya katika mafungu matatu, wanasema rububiyya, wanasema eh, uluhiyya, na hii nyingine sifa wanasema asma'u wasifati. Hizi ni sifa ambazo wamegawanyisha wenyewe wasomeshaji wakasema Allah amegawanyika katika e, sifa hizi tatu katika utendaji wake wa kazi, kitu ambacho ni makosa, na hii elimu inahubiriwa sana na ndiyo maana matunda yake hayaonekani zaidi ya fitina. Mtume sasalam alipokuwa akizungumza katika Mishkat al-Masabi, anasema zitawajia watu zama ambazo hapana kitakachobaki katika Uislamu ila ma, ila jina lake. Hapana kitakachobaki ndani ya Qur'ani ila maneno. Na maulama wa kipindi hicho ndio watakuwa watu waovu chini ya ardhi kutoka kwao fitna zitaanza na kwao fitna zitawarudia. Kipindi hicho, ndugu zangu, ni hichi ambacho tuko mimi na wewe ndio kipindi ambacho Uislamu wetu umebakia jina. Uislamu hauna nguvu. Lakini akasema hakuna kitakachobaki ndani ya Qur'ani ila jina ila maneno. Sisi ndio tupo wakati huu, hakuna ambacho kinafanya kazi kwenye Qur'ani. Katika Qur'ani vichache sana, baadhi yake kama swala, ndoa, lakini haina nguvu, haiko tena powerful katika kutawala. Kwa hivyo, sisi ndio tupo katika hizi zama. Lakini akasema maulama wa wakati huo ndio watakuwa watu waovu, kutoka kwa fitna zitaanza na kwa fitna zitarudia. Hao maulama ndio tunao sisi leo na moja katika fitna zao ni hii, na mtume anasema fitna zile zitawarudia. Ndio maana leo wame elimu inafundishwa tauhidi, lakini sio tauhidi ya kutuunganisha. Tumekuwa watu waoto wa kutengana, tumetengana, tumefarakana, tumekuwa na makundi, hamna cha kuchunganisha. Shekhe akina Ibni Jauzi rahimahullahu wameibuka miaka elfu moja mia tatu hapa katikati kipindi dola ya Kiislamu imevunjwa mwaka 1258. miaka elfu moja mia tatu kwenda mia nne wameibuka kina wazaliwa, kina Ibn Jauzi ya maulama wetu wakubwa, wamefundisha tauhidi kwa miaka michache tu ishirini si thelathini, watu wakajaa imani, wakaungana, waislamu wakaenda kupambania dola, ikarejea mwaka 1453, dola ya Kiislamu ikasimama tena. Sisi leo tuna maulama toka dola imeondoka 1924. Mpaka leo wanahubiri na hakuna matunda zaidi ya kufarakana na kutengana. Hatufundishani tauhidi yenyewe. Tauhidi ya ukweli ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kumtambua Allah ni nani? anataka nini kwako? anapenda nini? anavyokupenda we anakupendea nini? Hii ndio tauhidi ya ukweli. Kujitambua we mwanadamu ni nani, nini unapaswa kufanya ambacho mola wako anakipenda. Hiyo ndio tauhidi. Kumtambua mtume ni nani? kazi yake, anataka nini? anapenda nini? ananipendea nini? Hiyo ndio tauhidi, Sheikh. Kinyume na hapo, ndugu zangu, tutakuwa eh, tumeangamia. Hakuna tauhidi ya kutenganisha sifa za Allah kama kuna utatu hiyo tauhidi haipo, hiyo tauhidi haipo. Tunapaswa kujua kwamba Allah ni mmoja, anatenda kazi bila kuchoka, katika nyanja zote, idara zote, mahala popote, saa yoyote, mwaka wowote, mwezi wowote, kila time. Na Allah yuko popote pale, anakuona popote pale ijapokuwa makao yake makubwa yapo katika Arsh al-Majid. Kwa hivyo ndugu zangu, tunapaswa kumcha Allah tabaraka wa taala katika kufikisha kwetu huku ujumbe. Na hii elimu ya tauhid inapendezwa sana ikianza kufundisha kwa watoto wetu angali wako wadogo, kwa ajili ya kuweza kuwapika vyema kabisa kiimani, wampende mola wao kabla hawajafika kwenye kumuogopa mola wao kwa sababu wakimpenda hata baadaye wakisikia ayati za amri watatekeleza, kwa sababu wanajua nani kasema tufanye tuswali, nani kasema tufunge. Lakini tukianza kuwahubiria elimu za kumuogopa Allah, ndio tutashuhudia watu wanakuja kuswali Ramadhani, ikisha Ramadhani wanapotea, watu wanakuja kuswali Ijumaa, ikisha Ijumaa watu wanapotea. Allah tabarak wa taala tusimamie katika hili. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa